Ninataongea kuhusu ya Tezo, niongee ya lands na mengineyo. Kuhusu Tezo, tunaomba tuwekewe boots pale agriculture. Ngerenya inakuwa ni mbali manake eneo ni kubwa, halafu wafanye patrols kila siku. Kumekuwa na hali ya utovu wa salama wa hali ya juu sana. Nimekuja na gari yangu, mnaiona, imetolewa kioo, iko pale, nimevunjiwa usiku. Tunatembelewa karibu kila mara. Ni watoto wetu, ni kama vile mzee alivyosema, tunawajua, lakini ile kuwataja hatuwezi. Tunaibiwa pumps za maji, maji imekuwa ni shida katika eneo letu la Kilifi. Pumps za maji zinaibiwa zikienda, kwa hivyo tunaomba tupate suluhu. Mihadarati, bangi ipatiwe suluhu, manake inavutwa kiholela holela, na tunaomba tupate suluhu, tujue tutapitaje. La tatu kuhusu disco matanga, ameongea county Commission pale ya kwamba wameruhusu mili izikwe siku moja, lakini tunaona ya kwamba hapa Kilifi North peke yake na maeneo mengine ambayo yame surround, hilo ndio linatimizika. Mimi ni mzaliwa wa Rabai na Kaloleni, mili inakesha wa wabunge wako hapa, watatuambia ni kwa nini wanafanya hivyo. Asanteni. Halafu lile lingine la mwisho, ninaomba pia kwa upande wa lands, kupata huduma pale kwa lands office imekuwa shida. Mimi ni memba wa lands control board. Kupata search mwanzo inakuwa ni shida kubwa, search hazipatikani kwa muda ule unaotakikana una, una, una, una. Halafu lengine allowance zetu za lands control board zinachelewa zinamaliza mwaka ndani mwaka na nusu ndio tuzipate. Asanteni.